Na hayo ambayo yanaendelea katika maeneo ya Kajiado ni kwamba idara ya huduma ya polisi inatarajia kuanza zoezi la kuajiri maafisa wa polisi Ijumaa tarehe tatu mwezi Oktoba, ikilenga askari wapya elfu kumi kote nchini. Kulingana na Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, uzinduzi huo pia utaashiria mwanzo wa mchakato wa uajiri wa siku tano ambapo kwa mara ya kwanza utaendeshwa kwa pamoja na Tume ya Huduma za Polisi NPSC. A, a, a, Amani Kamora, mwenyekiti wa NPSC, amesisitiza haja ya uwazi na haki, akionya kuwa aina yoyote ya ufisadi iwe kutoa au kupokea hongo itakabiliwa kisheria. IPOA na mashirika mengine ya usimamizi yatakuwepo kufuatilia mchakato huo if there is anyone who is going to be involved on matters corrupt practices, both the giver and the taker will have their time in the court. we are ready to take serious action, drastic actions against any member of the service who goes in that direction. Katika zile opportunities ama zile nafasi ambazo tumetoa ni kuwa kuna njia tofauti tofauti za mtu kupata zile forms aweze kwenda nazo kwa recruitment center. Njia ya kwanza rahisi kabisa ni ile ya kudownload. Ukiwa na access, una download. Njia nyingine, tumepeleka forms kwa huduma centers that they are able to access them. The last uh, which is now a practical approach, tunabeba forms hawa wanapotoka hapa leo. Wanabeba physical forms.